Ndio kipindi kinachofuata sasa. Ni somo ambalo nilifundishwa na, na Roho Mtakatifu, linasema viashiria vya, vya kuwatambua walimu wa uongo na walimu wa kweli. Viashiria vya, vya kuwatambua walimu wa uongo na walimu wa kweli. Kabla sijasoma habari hii kadri nilivyofundishwa na Roho Mtakatifu, basi nisome neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa nne mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa nne mstari wa kwanza. Wapenzi, msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikrio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu na kila roho isiyokiri Yesu, isiyomkiri Yesu. Natulia pale mstari wa tatu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo umesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Naishia hapo mstari wa watatu. Kwaho tunajifunza juu ya viashiria vya, vya kuwatambua walimu wa uongo au manabii wa uongo, maana hawa walikwisha kutabiriwa na sasa wapo. Ninawaandikieni kanisa mambo haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, nimeambiwa Niwaandikieni na Mungu aliye hai. Walimu wa uongo hutumia vitu fulani fulani na kufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Walimu wa kweli hutumia neno la Mungu zaidi. Walimu wa uongo hutabiri kwa akili zao na utabiri wao mara nyingi hautimii na hata wakati mwingine ukitimia kuna walakini ndani yake, maana mapepo ya utambuzi pia hufanya kazi nao. Walimu wa kweli utabiri kwa nguvu za Mungu wa mbinguni na kutembea na madhihirisho ya nguvu za Mungu, ishara na miujiza ya Kimungu. Walimu wa uongo huwataja watu moja kwa moja kuwa wamefanya dhambi fulani, pengine hata kuwashika kabisa katikati ya watu. Lakini walimu wa kweli huongozwa na Roho Mtakatifu. Kama kuna mtu au watu wamefanya dhambi na wapo kanisani, Roho atawashukia watasema, Roho Mtakatifu asema kuna mtu fulani hapa amefanya dhambi, ataitaja hiyo dhambi lakini hata mtaja mtu na atasema, Bwana anamsihi atubu. Kama wako wengi, atasema, Bwana anawasihi mtubu. Kuna watu fulani hapa wamefanya dhambi ya uongo, Bwana anawasihi watubu. Roho Mtakatifu tumia lugha ya ulimwengu wa Roho anapo anapotumia walimu wa kweli katika kusema. Walimu wa uongo hutumia lugha ya ulimwengu wa mwili kwa kutaja vitu au watu dhahiri. Roho Mtakatifu mara nyingi amewambia watu mbalimbali waandike vitabu, lakini hawafuati mfumo wa kimbingu ambao hutumia lugha ya ulimwengu wa roho kule ni kukosa utii na kuanza kuandika kwa mfumo wa ulimwengu wa mwingi, yaani kutaja watu na pengine vitu. Roho Mtakatifu ni makini sana, hutaona analeta, analeta mtafaruku kwa watu au vurugu kwa watu. Kwa hiyo walimu wa uongo Manake hawa wanatumia wanatumia lugha ya ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo, ulimwengu wa mwili mara nyingi unaleta machafuko, lakini ulimwengu wa Roho ambao Roho Mtakatifu anautumia hauwezi kuleta machafuko kwa sababu unatawaliwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Roma tatu, wanasema watu wanapoandika kuhusu manabii wa uongo wakiwa wanawahisi watu fulani kuwa ni manabii wa uongo wasiwataje, bali waseme kuna watu fulani fulani wanatumia vitu fulani fulani na kufanya vitendo fulani fulani ambavyo vinawaaminisha watu kwamba wana Mungu. Maana hiyo ni lugha ya ulimwengu wa roho. Na hapo Roho Mtakatifu mara nyingi husema, huwa ananiambia kwamba unapotumia lugha ya ulimwengu wa roho kuna ukuta mkubwa sana, maanake kunakuwa na ukuta mkubwa, ikimaanisha kwamba haitaleta ujumbe, huo hautaleta machafuko. kwa hiyo haya ndio niliopewa na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu kuhusu kuwatambua walimu wa uongo au manabii wa uongo na walimu wa kweli. Mungu akubariki kwa kusikiliza somo hili.